Katika Yeremia 412 Ishmaeli akasimama na kumuua Gedalia pamoja na wanaomikumi yonekana nina kuandikia, year 412. tatizo lilikuwa nini? Ishmaeli ni sauti ya Mungu badala yake hisia za kibinafsi na ukabila nilitenda kulingana na hisia zangu, alihalalisha mauaji hayo kwa jina la hasira ya kitaifa. Watakatifu wapendwa, ujumbe wa leo ni tulize swali hili kuna Je, hukumu zako zinaongozwa na Roho Mtakatifu au na hisia na tamaa? Wakati wa machafuko hasa wakati wa shida, wa shida hasira isiyoweza kudhibitiwa. Kadiri tunavyomka ndivyo tunavyozidi maombi ya kuomba mapenzi ya Mungu inahitajika. Ni nyeti kwa uongozi wa Roho Mtakatifu, utifu kabisa unahitajika badala ya kuhukumu kwamba mimi niko sawa. Je, ja Mungu anapendezwa? Tafadhali fikiria kwanza Hitimisho. Lakini Gedalia alitaka amani, aliwawa. Ishmaeli alisema haki, mwishowe ni agizo la Mungu nilivunja. Tuna tangaza haki ya Mungu katika enzi yoyote na hali yoyote, si haki ya kuchagua, namuwe watu wanaoimarisha kulinda na kutenda utaratibu na haki ya Mungu. Mtu anayomba enahisia kuwa Roho Mtakatifu na anaomba mapenzi ya Mungu unapaswa kuwa binadamu wa wakati kama huo kupona na historia ya wokovu huanzani